Mahoro kuri mwebwe bakunzi ba Afri News mwe mwashoboye kugira subscribe mwe mukomeje gusangiza ibikorwa byacu abagenzi banyu mwebwe mukora like mugakora comment imana ibane namwe mugihe menshi baba ariko baribaza uko hakujya Rusizi byifashe cyane ko abagwanya leta ya Kongo batangaza ko bafashe hose hasigaye Uvira gusa nyamara kuri nuko ingabo z'u Burundi arizo zisharamye muri Uvira zitegereje kuburizamwe imigambi ya Sekibi ashaka guhungabanya umutekano w'abarundi Anyuze muri Kongo Uvira kwigenekezo rya kane na gatandatu umwaka wa 2025 abasirikare bihumbi 12 bahawe General Makenga ngo afate Uvira mu minsi itatu mu gihe abakuru b'ibihugu bya Republika intwarsangi ya Kongo hamwe no Rwanda bari gusinya amasezerano y'amahoro i Washington DC niho ubwato bwuzuye abasirikare bwava Goma bwerekeza Bukavu ico gihe nyene hari ko harinjizwa abasirikare ba RDF muri Kamanyora

uretse ko ku nkengera yaho wasanga abasirikare b'abanyarwanda basikemvetra kubera ko ari igisirikare cy'u rwanda gihagarariye ubugarama mu rwanda kikarasa muri kamanyora nubwo bamwe bakorera ku mbuga za vyabihebe baca bakwiragiza ibinyoma nk'uko mu nk'uko baba babipanze mu kuvuga ko ingabo z'uburundi arizo ziriko ziraharasa ziri mu rugombe burundi nk'uko babishikiriza mu kudendekeranya ibinyoma birizariza imigwano ikaba ibandaniriza ku nkengero za kamanyora na katogota

uretse kwikira igit ugaseka gufata uvira kwingabo za Sultani Makenga ni indoto za Bureme Ventura ni indoto za AFC ni indoto za twigwaneho na RDF misiyo ya Sultani Makenga ikaba yari yo gufata uvira mu minsi itatu ariko bikaba bitakimworoheye kubera ko ingabo bamuhaye nazo ziri ku mushiro abakomeza kwikira igitaki bikinisha rero ku mboga hwaniro bakomeza bikinishe kugeza ubwo bazokwemera ibikorwa by'abasare bo kwa Ntare Rugamba kuri micro mwarikumwe na voidipat ucenye bisanzwe mukomeze gukurikirana ikinyamakuru ca Afri News murakoze mwibuka kugira subscribe like share na comment